A, mwanangu, budi kabisa mwanangu. Nakina sana mwanangu. Sasa hivi hamna mwanangu, si unajua misheni, misheni na napambana hivi. Nasikia juzi kati hivi naona demo wako, mazingira mazingira gani? Sasa hivi uwe na demo wako, yani a, Asha, Asha mwanangu, yeah, ah, ian anisumbui, ani sa akusumbui, Asha anisumbui, acha basi <coughs>

unajua okay, kama unajua kwa kwahii ma nikatambila rafiki yangu nishamwambia kama mi na wewe ni wapenzi hivi. Nikwambie mara ngapi ndo unielewe? Sa hata kama lakini mi nakupenda. Nikwambie mara ngapi kama sikupendi na sikuhitaji katika maisha yangu hivi, mbona king'ang'a, we kaka fanyia hivyo mwenzako, nakupenda k mi nakupenda kweli ujue, wewe nakuomba kitu, unakitafuta una katika maisha yangu ah. hapana hapana, mi nakupenda kia Mungu nakupenda wewe, naomba niache, sikupendi na sikuhitaji katika maisha yangu, mbona kinganganizi wewe, naomba nakuomba